Viongozi wa upinzani wakiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, wamemshutumu inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, kwa madai ya kukwepa kukutana nao kuhusiana na uvamizi wa kanisa la ACK Witima. Wakihutubia mikutano kadhaa ya hadhara katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi, viongozi hao walidai serikali inatumia vibaya mamlaka ya huduma ya taifa ya polisi NPS wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anamtumu inspekta jenerali wa polisi kwa madai ya kuwapuuza waumini ambao ibada yao ilikatizwa kufuatia uvamizi katika kanisa la ACK Witima, Kaunti ya Nyeri. Huyu inspekta jenerali atujibu kwa nini polisi wanavamia kanisa zetu? Baada ya safari yao kuelekea jumba la Jogoo kukutana na Douglas Kanja kukosa kufanyika, muungano wa upinzani ulielekea katika barabara, muungano wa upinzani ulielekea katika barabara mbalimbali jijini Nairobi kuelezea ghadhabu yao kuhusu jinsi masuala ya usalama yanavyosimamiwa humu nchini. Lazima wewe na maafisa wako mwajibike, haki ya Mungu, hata ukikimbia. Upinzani unashutumu serikali kwa madai ya kutumia polisi kuvunja mikutano yao ya amani polisi kusukuma ma, magun wawe gun na ujui tofauti ya gun na polisi. People imagine they can manage how Kenyans think and associate using tear gas. Siku ya Jumamosi, mkutano wa hadhara uliopangwa na baadhi ya wawasi wa chama cha ODM ulikumbwa na ghasia baada ya polisi kurusha vito za machozi kuwatawanya umati. Ghasia hizo zilipelekea kuuawa kwa mtu mmoja aliyefahamika kwa jina Vincent Ayomo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Wafanya biashara wa Kitengela walisema machafuko hayo yalisababisha uharibifu wa mali, wizi na hofu ya kuzuka tena kwa ghasia kama hizo. IPOA ikuja ifuatilie juu risasi ziko zenye zilipiga huu jamaa. Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Give us